Ukienda Uswahilini hasa maeneo ya pwani kuna kitu kimoja utakiona karibu kila kona. Vijora hili si vazi la kawaida tu. Huwezi kulitenganisha na mwanamke wa Kiswahili, na ni alama ya utamaduni, urembo na utu wa mwanamke wa Kiswahili. Anaonekana huyu mwanamke anaanza hata kuolewa sababu amestilika maumbile yake. Hiyo kijora ni sehemu ya maisha ya kila siku kuanzia harusi, misiba, mdundiko na hadi kusitana, kwa sababu kuna basta kuna mashuru na ndio chepesi kitachonifanya nicheze kwa raha, niburudike, akinibanibani najiachia. Lakini umewahi kujiuliza swali hili, kwa nini vazi hili linapendwa zaidi pwani na Uswahilini? Ni vazi jipesi, ni vazi la haraka, hata ukiwa na safari zako za haraka uelewelewe unachukua tu, unajipachika, unaondoka zako Uyuri. Ingawa vazi hili limevuka mipaka na kuvaliwa sehemu nyingine nyingi tu nje na pwani, wengi hawajui maana na asili yake halisi. Vipi wewe, huvalia kijora kwenye shughuli gani na kwa nini? Tuambie kwenye komenti.